Nataka niwaambie mimi, mkinichagua kuwa mbunge wa jimbo hili, ndani ya mwaka mmoja shida ya maji Nyamagana tutaisikia bombani, kwa sababu uwezo wa kuleta maji kwenye kila kata tunao. Nitahakikisha naboresha vyanzo vyote vya maji na kuwaita wataalamu wa maji kutusaidia kufahamu ubora wa visima tunavyoweza kuchota maji na kuweka mazingira yaliyo rafiki na kuhakikisha tunavuta yale maji kwa bomba kuingiza kwenye miji yetu. Kwenye swala la afya, ndugu zangu, na swala la watoto wa shule, hivi mimi mbunge leo kutumia mfuko wa mbunge na kutumia robo ya mshahara wangu, robo ya mshahara wangu utaenda kuhakikisha na wahudumia wazazi wa jimbo hili kupata huduma za kliniki bure, kupata huduma za chakula cha mzazi wanapojifungua hospitalini bure wakuhakikisha wanambewa mzazi na kichanga na mzazi osi na nyumbani kwake, kurudi nyumbani na kwenda hospitalini, kwa sababu na uwezo tunao. Leo hio hospitali zetu mama na kichanga wanapanda bodaboda kwenda kwenye miji yao, alafu b imepaki pale hospitalini, haijui eli wala vio Unajiuliza hilo gari ya ambulance linafanya kazi gani hey! Hey a nataka niwaambie watu wa Nyamagana kwa upande wa wanafunzi, mimi mbunge kwa kutumia mfuko wa mbunge na kwa shida nilizopata kipindi nasoma, kutoka nyumbani kwenda mjini usafiri, nitahakikisha jimbo langu vinapata usafiri wa kubeba wanafunzi barabara kuu kuwapeleka na kuwarudisha kwenye vituo wanavyopandia gari kuhakikisha naleta maendeleo kwenye jimbo letu na mnyama. Hii ahadi inukuliwa kwa wino mwekundu, siku mkilipa bidhaa nikawa mbunge wenu mje mnye mniadhibu kama nitashindwa kuhakikisha tunafanikisha haya. Pamoja tunaweza, watu wa Nyamagana Mwanza. Hatuwezi kuitwa jiji wakati hatuna maji. Hatuwezi kuitwa jiji wakati baba zetu kaka zetu wanakosa maeneo ya kuuzia bidhaa zao kwa uhuru. Hatuwezi kuitwa jiji wakati hatuna miundombinu ya barabara ya kutuwezesha kufika mahali kwa urahisi. Kipindi cha uchaguzi ndio wanawaletea ukarabati wa barabara. Walikuwa wapi miaka sitini? Nitahakikisha barabara zetu zinazotuunganisha jiji la Mwanza zinakuwa kwa kiwango cha lami na zinazokidhi hadhi ya jiji. Kwa nini jiji la Mwanza tusipate barabara ya kuturahisishia kufika makazini, kufika mashuleni kufika kwenye huduma za afya kwa wakati. Nitarudisha hadhi ya jiji na kuhakikisha tunapata hadhi na kuitwa watu wa jiji la Mwanza kweli, na sio kuitwa watu wa jiji la Mwanza ambao hata chakula maarufu hapa mjini, samaki analiwa nyumbani, mfanyabiashara akikosa mteja sokoni lakini huu ni mkutano wangu wa kwanza, na tutarudi dampo kufanya mkutano mkubwa zaidi ya huu, na nitaomba watu wote mliokuja hapa tukutane dampo tukiwasha, na jiji la Mwanza lijue tuko hapa siki. Kwa hawa mnawaona, ndio wagombea wa udiwani. Tutafanya mkutano kila sasa na kuwatambulisha, na Mungu ametubariki, tumepata tumepata madiwa

ombea kura mheshimiwa mbunge wetu wa Nyamagana dada yangu Esther, wangapi wako tayari kumpa kura Esther? Sana, sana, sana ndugu zangu, msifanye mchezo na maisha yenu kikosea kwenye siasa. Siasa ndiyo inayopanga bei ya daladala, bei ya mchicha, bei ya mafuta ya kupikia na mambo mengine yote yanapangwa na wanasiasa kwenye mabaraza na bunge na Wazalendo. Sisi tumekuja tumejipanga kama rangi za madafaa, mnaziona. Hatutaki siasa za vificho, hatutaki siasa za uongo. Tuchagueni twende tukawawakilishe ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Msitoe nafasi ya ubunge kama kuendesha karanga. Kuendesha karanga anaweza kaendesha karanga hata mtu asiyekuwa na hata hela mkononi. Leo mnataka kutoa ubunge kwa mtu anaishi Magu, asiyeishi Mwanza, hajui matatizo ya Igogo, hajui matatizo ya Nyakato, hajui matatizo ya Igoma, atawasaidia vipi?